Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika jubilii ya Askofu Fredrick Simon wa kanisa la Pentecostal Conquest Church of Tanzania, yani PCCT, na hii ni jubilii ya kukamilisha miaka 50 ya utumishi kuanzia mwaka 1975 mpaka hivi leo 2025. Hivyo tumepata bahati ya kufanya mahojiano ya moja kwa moja na yeye mwenyewe Askofu Dr. Fredrick Simon na maskofu wengine wachungaji waumini na wageni waalikwa. Hivyo karibu, twende kafuatilie mahojiano hayo. Asante. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Amen, ningependa ujitambulishe kwa ufupi na tukutambue, ni mchungaji unaitwa nani? Unatokea wapi? Ya, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Samson Amon kutoka mkoa wa Katavi. Ni mmoja wa wachungaji wa kanisa la Pentecoste PCCT ambayo iko chini ya askofu Fredrick Simon ambayo siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa ambayo ameyafanya, kumtumikia Mungu kwa miaka hamsini toka alivyoitwa na Mungu. Amina. Na ni kipi umejifunza katika kipindi chote cha utumishi wa Dr. Fredrick Simon katika kanisa la PCCT? Iko hivi, nashukuru kwa sababu ya swali lako zuri ambalo umeniuliza. Mmoja wa watu ambao wamenibariki sana hapa Tanzania katika utumishi ambao ulioitiwa ni huyu mzee hata mimi mwenyewe nilikuwa niko nje ya dhehebu hili lakini kum, kwa tabia na mwenendo wa utumishi alionao, ilinivutia na kunifanya mimi niwe miongoni mwa wachungaji ambao wamekubaliana naye. Kwa hiyo ni mchungaji ambaye kwa kweli ninajivunia kuwa naye. Ni, ni askofu ambaye kwa kweli ni moja ya maskofu ambao ni wanyenyekevu, lakini pia si wapigaji. Unajua, sasa hivi pameinuka baadhi ya wachungaji na baadhi ya maskofu wako kwenye hiyo kwenye hiyo nafasi lakini ni wapigaji. Amina. Na ni kipi umejifunza au ni mchango gani ameuchangia Dr. Fredrick Simon katika kanisa la PCCT Tanzania? Naanza kwanza kwangu, mimi binafsi mimi ni mwandishi. Asilimia tisini na tisa ya uandishi wa vitabu, ni Askofu Fredrick Simon. Amenilea toka nikiwa bado ni mdogo lakini pia unaposema kwamba ni kitu gani ambacho akajifunza kwa Askofu Fredrick kwenye PCCT, nimejifunza vitu vingi. Nimejifunza kwanza yeye ndio mwanzilishi. Lakini jambo la pili, nimejifunza unyenyekevu alionao huyu mzee. Lakini pia nimeona ni mzee ambaye amejaa upendo usiokuwa wa kawaida, hasa kwa, kwa watumishi, lakini pia hata kwa waumini. Lakini jambo jingine, ni moja ya wachungaji ambao Uh, kulingana na, na, na maadili ambayo yako na poromoka, ni askofu ambaye amesimamia misingi ya neno la Mungu. Amekataa ndani ya dhehebu lake kuona watu kufuatisha namna ya dunia ndio maana so, nikasema kulingana na tabia za utumishi alizo nazo zilinivutia hata mimi kuwa chini yake ya yeah, na swali la mwisho je, yeah. Katika safari yake ya utumishi kuanzia 1975 na hadi leo 2025 na kuendelea, ni kipi ungependa kumshauri Dr. Fredrick Simon? Ya, ninaweza nikamshauri eh, kwamba kwa kuwa Mungu alimwita, wa Efeso sura ya nne mstari wa kwanza anasema enendeni katika wito wa mlioitiwa. Mzee wangu naweza nikamshauri kwanza, nampongeza, lakini jambo la pili, ninamshauri sasa, umri alionao amalize vizuri, amalize vizuri, aendelee vizuri. Hayo ndio maombi yangu kwake na ushauri wangu kwake, lakini pia hataka kawatumishi wengine wa Mungu kwamba unaweza ukaanza vizuri na Mungu, lakini ukamaliza kama shetani. Sasa sitamani Dr. Fredrick Simon amalize kama shetani Bal, bali amalize kama Yesu Kristo. Amina. Na haya yalikuwa mahojiano mafupi na mchungaji. Asante mchungaji, nashukuru kwa muda wako. Karibu sana Katavi. Asante sana. Ukifika pale Katavi, ukiuliza mchungaji Amoni ni rahisi sana kwa sababu yeye anahubiri kituo cha Mpanda FM. Karibu sana Mungu akubariki. Asante, asante sana mchungaji. Amina. Kwa jina naitwa Pastor Zakaria Boneka, ni wa Kanisa House of Divine Wisdom Church Tanzania, niko Mbeziogo. Amina. Karibu sana katika Jubilee ya Askofu Fredrick Simon kwa kutimiza miaka 50 ya utumishi. Ah, nashukuru sana. Na furaha sana kwa ajili yake. Amina. Na ni kipi umejifunza katika safari yake nzima ya utumishi kutoka kwa Askofu Dr. Fredrick Simon? Ah, Bishop Fred Simon amfahamu, ni mchungaji ameanza huduma muda mrefu. Mimi nimekuwa daktari pale Kigoma kwa muda mrefu na muona akiwa mhubiri siku nyingi sana. Kawa mwalimu wa chuo pale Bigabilo, na nilipohamia Dar es Salaam huko, nimemkuta ameanzisha kanisa. Ni mtumishi mzuri, anaendelea vizuri, naona fahari kwa ajili yake. Amina. Na swali la mwisho ningependa kuuliza ni kipi unahitaji una kumshauri au ungependa kumshauri Dr. Fredrick Simon katika safari yake nzima ya utumishi? Aa, mimi naona tu aendelee kupiga vita vizuri vya imani, kwa sababu ushindi tayari ameshaweka. Kanisa na na vijana, huduma yake imeonekana, akina Timoteo kina Joshua, naonekana watumishi wapo, na naona hata afya yake bado ni nzuri, bado na nguvu, aendelee kujitia moyo, apige vita Atashinda. Mungu ni mwema. Amina. Tunashukuru mchungaji kwa muda wako mfupi, azani za kubarikiwa mtumishi wa Mungu. Amina, asante sana a. Na leo katika mahojiano haya tumepata bahati ya kukutana na mchungaji ambaye anamjua kiundani Askofu Dr. Fredrick Simon wa PCCT, na huyu inasemekana ndiye aliyempokea Dar es Salaam mchungaji a Dr. Fredrick Simon na ningependa yeye mwenye ajitambulishe yeye ni nani na anatoka wapi. Aa, mchungaji eh. Ningependa ujitambulishe kwa ufupi ufupi. Eh, mimi naitwa mchungaji leo ni Simeoni Mugalula, nasali katika kanisa la Pentekosti Mwananyamala. Ni kweli unavyoeleza, namfahamu sana Askofu Fredrick Simon vizuri sana akiwa bado mdogo wakati anaingia Dar es Salaam. Hata mimi mwenyewe nilikuwa bado sijawa mtu mzima namna hii, nilikuwa bado kijana kijana. Kwa hiyo tumefanya naye kazi yeye kama kwanza mwinjilisti wa kanisa la Pentekosti Kijitonyama, ambapo amehudumu ame kwa muda mrefu mpaka alipofikia wakati akaja kufungua huduma huku Tegeta. Kwa hiyo hata katika ushauri wa kuanzisha huduma Tegeta, mimi nilikuwa ni moja wa watu waliomshauri kwamba wakati unafika umefika wa kwanza kufanya shughuli kama mchungaji. Kwa hiyo ninamfahamu kwa njia hiyo na, na, na shughuli nyingine tumefanya naye nyingi tu, wakati anafundisha chuo pale the, the English Fountain akiwa mwalimu wa Kiingereza, nilikuwa naye kama mimi msimamizi wao. Kwa hiyo ninamfahamu. Amina. Na ningependa kujua ni Dr. Fredrick Simon uh, kama askofu wa PCCT amechangia vipi katika kulikuza kanisa huyu uh, kwa wastani najua huduma yake alianza akiwa bado mdogo, na kwa habari ya utumishi hakuanzia tu hapa Dar es Salaam. Tangu akiwa bado Kigoma alikuwa ni mwinjilisti, amefanya kazi sana huko Kigoma katika kanisa letu la Pentekosti, zamani ilikuwa inaitwa UMPT, na yeye akiwa kama mwinjilisti wa UMPT wa kitaifa, na amefanya kazi ndani na nje ya nchi hii ya Tanzania kama mwinjilisti mpaka alipopata wito wa kuja Dar es Salaam kwa kusaidiana na Askofu John Bagenyeka ambaye ndiye alikuwa amemkaribisha Dar es Salaam. Salama. Kwa hiyo wakawa wanafanya kazi tena pamoja kama watumishi wa Mungu. Kwa hiyo amefanya kazi si katika kanisa tu hili anayoliongoza sasa, lakini pia katika makanisa yote ya Pentekosti ambayo yalikuwa chini ya Swedish Free Mission au baadaye UMPT, Umoja wa Makanisa ya Pentekosti Tanzania. Yeye alikuwa ni kinana katika wainjilisti maarufu injili kwa hiyo kwa mchango wa injili amefanya kazi sana. Amina. Na ningependa kumuuliza swali lingine anijibu kwa ufupi kabisa, katika safari yake ya utumishi askofu Dr. Fredrick Simon, yani kuanzia mwaka 1975 mpaka hivi leo 2025. ni kipi umejifunza kutoka kwake? Ah, kitu ambacho najifunza kwake sana sana, ni mtu mtulivu, mnyenyekevu, hahitaji mambo ya ugomvi akiona jambo lolote anataka kumtoa kwenye mwelekeo ninataka kuonyesha kama mgogoro ye yuko tayari kuachia ili aendelee na kazi ya Mungu. Hilo ndio ninalojifunza kwake, kwamba ni mtu wa amani anayependa amani asiyependa mgogoro asiyependa machafuko ndani ya kanisa. Hilo ndio ninalojifunza kwake. Amina. Na swali la mwisho ambalo ningependa kumuuliza mchungaji, je, ungependa kumshauri nini Dr. Fredrick Simon katika safari yake nzima ya utumishi kuanzia sasa na wakati ujao. Ah, ushauri wake wangu kwake ni kwamba aendelee ah, na moyo uleule alioanza ule, nao asiumbishwe na haya machafuko yanayoendelea duniani hasa katika mambo ya Injili ah, asije kaingia kushoto wala kulia, kwamba aanze kufikiria na yeye afanye jambo lingine nalotofautiana na Biblia kama ilivyosimama na kama ilivyokuwa kiifundisha. Maana imani hizi nazo huwa zimekuja zinabadilika, watu wanakwenda, wanafika sehemu wanabadilika, lakini ningemshauri kabisa asimame katika msingi huu huu alioanza nao, hapo ndipo atapata baraka zote. Amina, nashukuru sana mchungaji kwa muda wako kwa ajili ya mahojiano ya mafupi asante sana, Mungu akubariki sana ah, amina. Amina, amina, amina. Ningependa ujitambulishe kwa ufupi, unaitwa nani, unatoka wapi? Kwa majina yangu naitwa mchungaji Bonifasius, mchungaji kiongozi wa parish ya Bunju. Amina, na ningependa unisaidie au unijibu maswali yangu kwa ufupi kuhusiana na Askofu Dr. Fredrick Simon. Na je, katika safari yake nzima ya utumishi, yani ya miaka 50 kuanzia mwaka 1975 mpaka 2025, je, ni kipi umejifunza kutoka katika safari yake nzima ya utumishi? Kwanza katika safari yake kitu ambacho umejifunza, mtu kwanza ambaye amekuwa na roho ya unyenyekevu sana mbele za Mungu, na si hivyo tu amekutana mambo mengi, lakini kukutana mambo mengi hayo ameeshinda, ndio maana mpaka leo anaadhimisha sherehe ya jubilee ya miaka hamsini ya utumishi. Na amezaa watoto wengi wa kiroho ambao mpaka sasa wako hai na wanafanya kazi ya Bwana kwa nguvu zote, na Mungu anawatia nguvu. Kwa hiyo tunashuhudia matendo makuu ambayo ameyatenda kwa muda wa miaka hiyo hamsini katika utumishi wake. Amina. Na swali la pili, je, katika safari yake nzima ya askofu Dr. Fredrick Simon Ha, amechangia vipi katika kulikuza kanisa la PCCT? Asante. kitu cha kwanza amefundisha watu ambao watasimamia maono aliyonayo, amewafundisha na ana wachungaji wengi na, ma, na wengine mpaka sasa wengine wamesha kuwa na, na matawi mengi hata waliomo ndani ya kanisa lake na walioko nje ya kanisa wenyewe wanaendelea katika utumishi wao. Amina. na swali la mwisho Ungependa umshauri nini Dr. Fredrick Simon katika safari yake nzima ya utumishi yeye ye kama askofu? Kitu ambacho naweza kumshauri yeye kama askofu ni kuendeleza roho aliyokuwa nayo unyenyekevu na anao wazaa wabebe ile roho kama vile Musa alivyowachia roho kwa nani? Kwa Joshua akaibeba ile roho. Tunatakiwa watumishi walio chini yake waibebe ile roho aliyokuwa nayo kiutumishi au na watumishi wakubwa zaidi kama naye alivyomtumishi mkubwa zaidi. Amina mchungaji, nashukuru sana kwa muda wako, asante sana, na Mungu awabariki sana kwa kazi yenu njema, asante sana, asante. Nimepata nafasi pia ya kumhoji mchungaji mwingine wa kanisa la PCCT. naye Atajitambulisha kwa ufupi na utamtambua yeye ni nani, ana nafasi gani katika PCCT na anatoka wapi. Mchungaji, bwana Yesu asifiwe. Amina, bwana Yesu asifiwe. Amina. Ningependa ujitambulishe kwa ufupi, wewe ni nani una nafasi gani katika kanisa hili la PCCT na unatokea wapi? Eme, mimi ninaitwa mchungaji Efeli Josephu Chubwa, ni mchungaji msaidizi chini ya Dokta Askofu Fredrick Simon ambaye ndiye mbeba maono wa kanisa hili la PCCT na binafsi namshukuru Mungu kwamba nimepata bahati kuwa chini yake kama mchungaji msaidizi, yeye kama mwasisi wa kanisa hili. Kwa hiyo binafsi nimepata bahati na neema ya kuwa chini yake hapa kwenye tawi analoliongoza. Amina. Tunashukuru sana na swali la pili. Je, yeah. Ni katika safari yake nzima ya utumishi ya miaka 50 yaani kuanzia 1975 mpaka hivi leo 2025. Ni kipi umejifunza au ni kipi umepata kutoka kwa Dr. Fredrick Simon? Ya. Yeah. Binafsi kwa kujifunza kitu kwake nimejifunza mambo mengi kwake. Yeye ni mtumishi wa Mungu ambaye ametumika kwa muda wa miaka yote hii ambayo tunaiona hapa, na ametumika kwa uaminifu sana, na ndio maana binafsi nilishawishika kuwa chini yake, kuwa kuandamana naye katika safari ya utumishi ambao anaufanya. Kwa hiyo nimefaidika kwa, ni sababu binafsi, kama siyo yeye hapa nilipofika, nisingefika. Mungu amemtumia, amekuwa msaada mkubwa kwangu hatua hii mpaka mimi kufikia hatua ya ku, kuitwa mchungaji au kubarikiwa kuwa mchungaji ni yeye. Mungu amemtumia na akafanikia akatimiza maono aliyo yaona kwangu. Kwa hiyo nimefaidika kwa mambo mengi, lakini kwa kifupi pia ni hivyo, amenisaidia katika mambo mengi. Amina. Na swali la pili, katika safari yake nzima ya utumishi ni amechangia vipi katika kulikuza kanisa la PCCT Tanzania? Aa, kama kanisa la PCCT Tanzania lipo yote hayo ni maono ya kwake, ni maono ya kwake, na sisi tukamuunga mkono kuweza kuhakikisha yanatimia hapo yalipofika. Mpaka kunakuwa na makanisa mengine mikoani, ni kwa sababu yeye alifanya hivyo, aliona hivyo, na sisi tukamuunga mkono. Amina. Na swali la mwisho, aa, ni ushauri upi ungependa kumpatia Askofu Dr. Fredrick Simon yeye kama askofu wa kanisa la PCCT. Okay. Binafsi, kwanza nipende kumshukuru Mungu kwamba tuna kiongozi ambaye ni mnyenyekevu mbele za Mungu na mpaka binafsi tunashawishika kuungana naye katika safari hii ya utumishi ni kwa sababu nimeona unyenyekevu kwa Mungu wake, jinsi alivyo mnyenyekevu. Na kwa namna ya kumshauri, naweza kushauri tu kwamba yeye aendelee kuwa mnyenyekevu mbele za Bwana, ili Bwana apate kuendelea kuingiza maono makubwa zaidi ya hayo aliyoyafanya ili afanye zaidi. Huu ndio ushauri wangu. Nakushukuru sana mchungaji, kwa muda wako uliotupatia kwa ajili ya mahojiano haya. Nakushukuru sana, Amen. Asante ah sana. Barikiwa sana. Amina. Kama unavyoona na hizi ndizo shamla shamla zilizopo hapa kanisani PCCT Tegeta, na hapa hivi tunavyoongea, mambo yanaendelea huko ndani na ratiba za zinaendelea kama zilivyopangwa. Hivyo basi twende tukafanye mahojiano mengine na utakwenda kujua mengi zaidi na zaidi kuhusiana na Askofu Dr. Fredrick Simon wa PCCT. Asante.